Habari njema ikirushwa iki, iki, iki Bukelebe TV. Karibu sana, tusiache kufuatilia katika tv ya Bukelebe. Bukelebe TV. Baba na Mungu wa mbinguni, tunakushukuru sana kwa nafasi ya upendeleo uliotupatia siku ya leo. Wana na binti zako tumekusanyika mahali hapa, tukihitaji utukufu wako utawale katika siku hii ya leo. Mungu wangu, nakuomba Roho wako Mtakatifu aweze kuwa mwalimu na kiongozi kwa kipindi hiki tunachokiendea. Afungue akili zetu za kimwili na kiroho, na kila mmoja wetu atakayekuwa natoka mahali hapa akadhihirisha ya kwamba amekutana na uso wako wazi wazi, amen. Mungu wa mbinguni kuwa nasi, kwa jina la Yesu Kristo, na yeyote anayeliamini na aseme amen, amen. Amen.

ngeokia sasa jirani yako, alafu si msimuliane. Natoa dakika moja wewe, sekunde 30. Kwa ufupi tu share naye ame mwenzake ameongea dakika moja yote ikaisha, nini? hajaongea kitu. Yupo yupo. <laughs> <laughs> Sasa hekima ya Mungu katika vitu vinini. Some Mithali, Mithali sura ya thelathini, Mithali sura ya thelathini 28. Sikio tunafungua hapo, so tusikilizane. Eh, wakati unasimuliwa na mzamu. E, mtu mmoja au watu wawili wanaweza kutoka ni kuna ni mimi sikia mtu anaweza akashare sisi umejisikiaje? Eh, yupo mwingine kitu gani kipi ambacho umekipata kwenye story ya mwanzo? Ah, nimejipata na mwalimu Mruba. Ni basi kwa hiyo. Soma, mtu mmoja asome sasa hiyo. Nasema. Na viumbe ni kuna viumbe vingi ni lakini ina akili nyingi sana. Ndio. Chungu ni watu wasio na nguvu. Ndio. Lakini ujiwekea chakula wakati wa hari. <laughs> <wasong poundsVI> <foreigners> <aciousmusi> Vimbali mibali ni watu dhaifu, lakini kujifanyia nyumba katika miamba. Mzike hawana mfalme, lakini huenda wote pamoja. Ikosi kosi mjusi hushika kwa mikono yake, lakini yumo majumbani mwa wafalme. Tusikilizane jamani. Hii sura inaandikwa na mtu mmoja anaitwa Aguri, ni mwana wa yake. Tusome Mithali sura ya 30. Kwanza kabisa, pata jina la huyu mwandishi. Hii inakuonyesha kitu kifuatacho, kwamba si kila mithali iliyoko kwenye kitabu cha mithali ilikuwa ni sua, ila zilikuwa zinakusanywa, hata kama ni za wale watu ambao walikuwa si wanaofahamika sana, na kwenye kipindi hicho cha hapo hapo ma mashariki ya kati miaka hiyo ya nyuma walikuwa wanathamini sana jinsi hekima, lakini kitu kingine walikuwa wanajifunza kwenye mazingira ya kawaida. Yani mwalimu mkubwa wa hekima alikuwa ni wanya, maisha ya wanyama na mazingira ndicho kitu ambacho kilikuwa kinawafundisha na kuwapatia watu wengi hekima. Hekima Mithali ni kitabu cha fasihi ya hekima ambacho kimetumika kwa muda mrefu takribani kuanzia mwaka wa elfu moja mpaka mwaka wa mia tano hapo kabla ya Kristo. Miaka hiyo ilitumika sana kufundishia maisha, kufundishia watu. Hakukuwa na moja kwa moja scripture ambazo zingeweza kutumika zaidi kwa maeneo mengi, lakini wengi walitumia hivi vilivyo asili kujifunza. Kitu kingine ni kwamba hawa wadudu na wanyama ambao walionekana kuwa ni walimu wa, wa, wa, wa, wa, wa hekima wangeweza tu kumpatia hekima mtu ambaye angetaka kujifunza kutoka kwao, vinginevyo ungewaona ni wa kawaida na wakipita na kuendelea na maisha yao. Hekima haitegemei nguvu au ukubwa wa kitu, haitegemei sifa au uwezo wa mtu. Mwingine ni nzige. Hawa nzige wanaishi kwa ushirikiano, hawana kiongozi wu wakutana na nzige ya kiongozi, wa nzige hajawahi kutokea, ila wakikubaliana, tunaingia kwenye ili hili shamba, hawaachi. Hii ni kwa sababu gani? Sababu imewekwa hapa, nasema, viumbe hawa ni wadhaifu kwa macho ya binadamu, lakini huishi kwa mafanikio kwa sababu ya hekima, maandalizi, umoja na ujanja wa kuishi. Mungu ameweka hekima ndani ya, ya uumbaji wake ili tujifunze. Binadamu anapaswa kujifunza unyenyekevu na busara hata kutoka kwa viumbe. Nisikizeni, niwaambieni, watu wa Mungu. Sisi tuko humu ndani, kila mmoja aliyeko hapa aliyeletwa katika hiki chuo kuna kitu anacho ambacho Mungu anakusudia wewe Isa, trust me, katika hili mimi, wakati naingia kwenye kichuo nikiwa certificate, kila mtu ambaye nilikuwa nikimwona namtengeneza tafsiri kichwani, nilikuwa namwambia Mungu yeye haya maneno, kwamba nisaidie huyu mtu nifahamu kipi ni cha muhimu kwake nijifunze, au yeye alione mimi kipi ni cha muhimu nijifunze kwake. Watu wote niliyowahi wote mpaka namaliza certificate. kila ambaye nilikuwa nimewahi kumwekea mtazamo Umeisha tuko naye sawa, hata kama wengine wanamuona yuko wote. Wengine tumeenda tu kwenye mahubiri ya nani, tuko nao, sielewi. Wengine nimeshangaa kwenye michezo tu kwenye mpira, tukakutana nao. Wengine mpaka aliwahi kunibeba yani, hata sikutegemea, nikashangaa. Matukio mengi mengi, tukawa tunakutana na wale watu, Mungu ameweka kitu fulani kidogo kwa huyo mtu. Hekima haipatikani kwa watu maarufu Umaarufu wa yule mtu ni matokeo ya hekima aliyokuwa nayo tangu akiwa mdogo. Kumbukeni ombi la Sulemani kabla Sulemani ya ya na kilichomfanya Sulemani aonekane ana hekima ni vile ambavyo alianza kuonyesha matokeo ya hekima aliyokuwa nayo ndani. Sikilizeni, hekima ya Mungu ipo kwa ajili yetu sisi wote, ila inatutaka tukubaliane na mazingira tu, umoja na ushirikiano cha Mungu. Kama kuna mtu atadharau mtu mwingine mahala popote au wapi, ajijue tu anakosa hekima ya nani? Ya Mungu, na hii itakunyima marafiki itakunyima watu wa kuishi